Sisi tumezaliwa wengi, okay. Kidogo tulikuwa na mchanganyiko kidogo katika upande wa wazazi, okay. Kwa sababu wengi tuliozaliwa tumeshangia mama, okay. Lakini baba tuko watu tofauti tofauti, okay. Unajua mama wa zamani tofauti na wa sasa kabisa. Watu fulana kiasi kikubwa sana. <clears throat> Sisi kwenye familia yetu tumezaliwa 16 na mimi ndo wa mwisho wa 16 ambapo nilizaliwa 7 mwaka 1979, okay mwezi wa pili tarehe ishirini na tano. Wow. Mama yetu ni mmoja tu, mchanganya tofauti wa baba. mm -hmm. Awa walizaliwa watatu, awa wamezaliwa wanne, awa mm -hmm. wamezaliwa wawili, baba huyu kapata mmoja. okay. yeah. Na kulikuwa kuna changamoto yoyote labda kwenye malezi yenu kwa kuwa na baba tofauti? Ah, malezi yalikuwa hakuna, kwa sababu unajua ndomaana wacha kwanza nikawahi kusema kwamba mama wa zamani yeah. na wasahivi wana tofautiano E, hata wakaka wa zamani na wakaka wa sasahivi wanatofautiana kwa, kwa sababu sasahivi mamaangu ni marehemu, lakini marehemu mamaangu mm -hmm. alikuwa na kaka yake kaka yake mm -hmm. alikuwa, na, <coughs> alikuwa na nyumba nyumba, okay. kwahiyo nyumba moja akaitoa akampa, okay. naishi, yaishi, alikuwa, mempata, vujua, mama angu akawa anaishi, kipindi anaishi kabla ajaishi mamaangu alikuwa amepata kama wamama wampata Mjamzito mzito, yeah. Kapata watoto labda wawili mm -hmm. Alafu akajikuta kwamba amesalitiwa na mme wake, wanajua wenyewe sababu ni nini yeah. Lakini kaka kakaake akaona iwezekani dadangu mie akateseka, okay. Akamwambia, dada, nyumba hii kwanzia mm -hmm. Sasa utaishi hapa.